Mpendwa, kabla ya taarifa hizi nzito, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe. Ikiwa unatufuatilia katika mtandao wetu wa Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza kabisa, na kuomba uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu kila wakati, na usisahau kubonyeza alama ya like like ni nzuri kwa sababu unatusapoti wakati tunapeperusha matangazo haya kutoka Mbeya hapa Tanzania. Sasa habari ambazo zimetufikia breaking news sasa hivi ambazo tunaenda kuziangazia ni kifo ambacho kimeweza kutangazwa kupitia Ikulu ya Tanzania. Taarifa hizi nzito za akifo zimetangazwa na kuonga vichwa vya habari hapa Tanzania, na kilio kimeweza kutanda kila mahali katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati tulikuwa tunapita katika mitandao ya kijamii, tumeona Rais Samia Suluhu Hassan akituma salamu za rambi rambi kufuatia kifo ambacho ameamua kukitangaza kupitia ikulu yake na barua hii ni ya Samia Suluhu Hassan ambayo imeweza kuchapishwa. Naomba tukaweze kusikia ni kipi ambacho ameandika na ni nani huyu ameaga dunia, wakati wametangaza kupitia Ikulu. Vile tunafahamishwa, barua hii iliandikwa Zanzibar tarehe 18 Januari mwaka huu. Taarifa kwa vyombo vya habari. Salamu za rambirambi rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa daktari samia suluhu hassan ametuma salamu za rambirambi kwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa musa azan zungu kufuatia kifo cha mheshimiwa halima idi nasir mbunge wa viti maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM kupitia kundi la wafanyikazi kilichotokea leo tarehe 18 Januari mwaka huu. Mheshimiwa Halima Idi Nasir amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete. Mazishi yanatarajiwa kufanyika siku hii ambayo alikufa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Rais Samia ameeleza, marehemu alikuwa kiongozi mwenye mchango mkubwa kwa chama cha taifa, hususan katika kutetea maslahi ya kundi la wafanyikazi na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia majukumu yake ya kibunge na ndani ya chama cha Mapinduzi. Rais Daktari Samia anatoa pole kwa familia ya marehemu mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania, pamoja na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi CCM, waheshimiwa wabunge, na ndugu jamaa na marafiki kwa msiba huu mzito. Hali kadhalika, Rais Daktari Samia anawaombea subira, faraja na nguvu wafiwa wote na kumwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Imetiwa sahihi barua hii na Bakari, Bakari Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano katika ofisi ya Rais, Ikulu Tanzania. Sasa kifo hiki kimeweza kutangazwa kupitia ikulu ya Samia Suluhu Hassan na ni wazi kwamba yule ambaye sasa hivi tunazungumzia alikuwa mbunge maalum na alichaguliwa ama aliteuliwa kupitia chama tawala ambacho kinaongozwa na Samia Suluhu Hassan cha CCM, na huyu mwenye ameenda anaitwa Halima Nasir, ambaye sasa hayupo nasi. Lakini katika siku za hivi majuzi tumeona mengi yakiendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Tanzania. Mtafaruku mkubwa umeonekana katika chama cha CCM kufuatia vifo ambavyo vinaendelea kuripotiwa. Hii ni baada ya mbunge huyu Halima kuaga dunia kwa njia ambazo ni za kutatanisha. Na wakati nilikuwa napitia mtandao wake wa kijamii hata ni kama alikuwa anatabiri kifo chake hapo awali. Ikumbukwe hivi majuzi Jenista Muhagama ambaye alikuwa mbunge katika eneo bunge lile wakilishi la Beramihu, naye ni wa chama cha CCM kama huyu Halima, naye na aliweza akuaga dunia so, kufikia sasa tunaona chama hiki cha mapinduzi kinaendelea kuomboleza kila wakati. Kuna changamoto ambazo zinaendelea katika taifa hili la Tanzania, na sasa tunashindwa, lakini wengi tulikuwa tunashindwa cha kueleza kwa sababu ni vibaya, kwa sababu tuliona baadhi ya Watanzania nao wa wakisherekea kifo cha wabunge katika chama cha CCM. Na yule ambaye anaelewa kifo sio mwingine ila tu ni Mwenyezi Mungu, na sisi binadamu hatuwezi kufurahia kwa sababu kifo hakibishi uh, mlango wakati kinakuja. Na sisi tunatuma pole zetu kwa familia ya mwenda zake ambaye aliweza kuzikwa tena kwa sababu yeye ni Muislamu, kulingana na mila za Kiislamu, wakati mtu ameaga wa dunia mapema anazikwa siku hiyo hiyo. Ndio maana tumeshuhudia mengi yakiendelea katika serikali ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan, na kwa kusema ukweli, na vifo ni vingi ambavyo vimeweza kuripotiwa jeshi la polisi waliweza kuhusika kwa ajali ya barabara wakaaga dunia, lakini hatuelewi sisi wa Tanzania kinachoendelea baada ya vifo kuendelea kuripotiwa katika taifa hili la Tanzania, lakini tunasema pole na sisi tunatuma pole zetu na tuzidi kuombeana wakati vifo vinavyoendelea kuripotiwa hapa Tanzania, naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye. Lakini kabla nitamatishe, ikiwa ikiwa hauja subscribe gugu ni mgeni wa mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, na kuomba ubonyeze patoni ya subscribe, na ukaweshe, ukawashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like katika kanda hii, na asanteni sana.